Moja ya matukio ambayo yamewafurahisha sana watanzania walio wengi ni klabu ya Simba kufuzu eh, katika hatua ya nusu fainali eh, ya michuano ya shirikisho barani Afrika. Simba imekuwa uh, ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikiishia hatua ya robo fainali kwa muda mrefu sana katika michuano hiyo, yani ligi ya mabingwa pamoja na shirikisho, yani amekuwa akitolewa sana. Lakini awamu hii pia Simba walikuwa tayari wameshaanza kuonja lile joto la wapinzani, kwa maana Yanga na timu zingine ambazo ni watani wao e, eh, kuwatania kwamba na hii awamu pia hamwezi kufuzu. Sasa uh, leo ilikuwa ni mchezo wenyewe ambao ulikuwa unachezwa kati ya Simba na Almasli na bahati nzuri Simba leo wameshinda magoli mawili kwa sifuri lakini pia wakaenda hatua ya penati na wakaweza kushinda penati nne kwa moja. Eh, magoli ya Mpanzu pamoja na eh, Jesi Mkwala, Mkwala eh, kwa maana Jesi Mkwala aliweza kuwasaidia Simba kuwapeleka katika hatua ya za penati hizo, na wapigaji bati nzuri sana wachezaji eh, kama eh, Ahua eh, Kapombe pia miongoni mwa wachezaji ambao wamepiga penati nzuri sana. Kidenis pia amepiga penati nzuri sana leo eh, walisaidia Simba E, kufanikisha kuipeleka katika hatua ya nusu fainali, lakini kubwa kabisa ni video hii ya msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally ambayo unaitazama hapo kwenye video, anaonekana akitoa machozi namna ambavyo alikuwa anasubiria kwa hamu sana penati ile ifungwe. Unamwona kabisa ni mtu fulani hivi ambaye alikuwa na hamu sana sana sana ya Simba iweze kushinda. Hapo ilikuwa ni penati ya mwisho kabla ya kupigwa, unamwona kabisa ni mtu fulani hivi ambaye alikuwa tayari machezo alishaanza kumtoka, anafurahia, anaona kabisa ile ushindi unakuja kwa sababu tayari ilikuwa ni penati ambayo Simba akifunga walikuwa tayari wana, wanafuzu. Ndio penati ambayo ilipigwa na Shomali Kapombe na akaweza kuifunga ile penati, so namna unavyo unavyoitazama video hiyo kiukweli mwagusa watu wengi sana sana sana, ukisoma hata kwenye comment pia watu wamefurahi sana sana sana, na pia sasa hivi ukienda uh, kwenye peji ya Ahmed Ally yeye, eh, alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walihamasisha sana ile kampeni ya awamu hii tunavuka kwamba e, Simba e, katika awamu zote ambazo imeshindwa kufuzu lakini awamu hii wanafuzu, wanafuzu. Na kama dakika kadhaa zimepita hapa, ameandika tumevuka, akaandika. Ukisoma e, pia kwenye komenti hapa mtu nimeona kama Karimasoli ameandika semaji, nasubiri interview yako. Mwingine ameandika kaka, uliniambia, asante sana, hakika wewe ni mwamba, basi e, wale wanaogopa mbuzi wambie, tupo tayari. Sasa hizi ni baadhi ya komenti za watu ambao wanaonyeshwa kufurahisha na ushindi huu kikweli. Uh, ukitazama katika, uh, mashabiki wengi wa klabu ya Simba eh, ambao walikuwa wanafuatilia mchezo huu, presha kubwa ambayo ilikuwepo leo katika mchezo wa leo eh, kiukweli wengi wame, wameonyeshwa kufurahia sana, na ukisoma hii E, hi, e, hi comment kwa maana hii post, okay, postiwe. Kikweli watu wengi sana wamefurahia na hi, wengine wameandika, e, si si mkubwa huyu jamani, kwa maana akilio chake. Wengine akiandika hii moment inaitwa mkazuzu eh. Mwingine ameandika hii tumevuka. Kikweli watu wamefurahia sana. Haya ni mahaba sio mapenzi, anatetea ulaji Yanga mwenzetu. Uh, ma, ma, wengine ni, ni, ni maoni pia haya ya watu tofauti tofauti, ni kawaida wakati mwingine pia lakini Ndo hichi ambacho kimetokea pia. Na wewe niambie pia, baada ya kuona hii video pia, una maoni gani e? Unamtazama hii video ya Ahmed Ally akishangilia baada ya Simba kufuzu, ndo vibe yenyewe hilo la mpira. Na pia una maoni gani kwenye hili hapa? Simba tayari amefuzu katika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, tusubiri pia atapangwa na nani. Na unaiona pia Simba ikibeba kombe la la shirikisho barani Afrika ama unaiona wapi? Tuambie katika sehemu ya comment. Pia hii ni Bongo Plus TV, asante.